Walimu wanagenzi wa shule za sekondari msingi katika kaunti ya Kwale pamoja na chama cha walimu cha KUPPET wameshinikiza serikali kuwaajiri baada ya kuhudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Walimu hao wanasema tume ya kuajiri walimu nchini, TSC, bado haijatoa tangazo la nafasi za ajira kwa wanagenzi hao ambao walikuwa na mkataba wa kuhudumu kwa mwaka mmoja kabla ya kupewa ajira ya kudumu.

let the Ministry of Education through the TSC advertise the confirmation advert for these 20,000 teachers which are here Viva. Mr. President, Viva. we are asking you that internship it is not a source of cheap labor 17,000 naitoshi, Mr. President. Tunaishi mbali na shule na tuna work under very harsh conditions Tunahitaji Uh, to be paid a good salary yenye itasaidia sisi kama walimu huku zikisalia